当年个门派的人将角主洛拜的消息大s宣扬这也得罪了一个人他就是画角主的独声女花百ho Hii ndio story ambayo inamhusu mama yake sasa, na Master Fu Hongxue ambaye alikuwa ni moja kati ya watoto wa kiongozi wa kiaina hiyo, ambaye basi alikuwa anatoka katika ngome inayoheshimika sana. Angalia sasa inaonekana kumbe basi hata huyo Bai alishawahi kupambana naye katika kupimana nguvu, na hii kidogo ikiwa bibi master who kama i mean master who bai bibi, huyo wa kike ikiwa naye amejikuta katika mkumbo wa kujaribu kupimana nguvu na huyo mwana kwa namna moja au nyingine <totikia> inaweza kuwa ilileta chokochoko kidogo, chokochoko ambazo zimeleta migogoro kwa muda mrefu sana, hasa pana kitu ambacho basi, e, kilidondoka, e, kilidondoka, e, na yeye akakifata kutoka juu sana, akajipata kwa namna moja au nyingine amedondoka katika korongo refu kabisa, lakini hakuhudhurika kwa sababu aliyekuwa amemsaidia alikuwa ni Baiti. Labda ndo tunasema basi uhusiano wao ulianzia hapo, ule ukaribu ambao walikuwa nao wao wawili. Mwanzo ilikuwa ni kupimana misuli, kadiri siku zinavyoenda, mambo yakabadilika. Kwa hiyo anasema watu wengi walikisia tu kwamba pengine baada ya kudondoka kwao hawakuwa salama. Walipokuwa huko porini wakitafutwa na wengi, walijitahidi sana kuhakikisha wako sawa, wakilindana na kusaidiana na walifundishana mambo mengi. Basi unaona, hata vyakula vyao ilikuwa ndio hivyo, wanaenda wanavua, wakishavua wanakuja wanachoma kama ni samaki mm. Wakati wa baridi wanalindana, kwa hiyo huyu mama alikuwa akimpenda sana Baitii. Eh, alikuwa anampenda sana. Wakafika mahala penye ziwa sema, baada ya kuvuka hapa tutafanikiwa kukutana na baba yako. Akamwambia na wewe, akamwambia ukitoka hapa umbali mfupi tu kutoka hapa kuna sehemu ya kufikia. Sasa nimesha kufikisha karibu, mrembo. Akampatia kile kama zawadi, naomba nikurejeshe hiki. Kilikuwa ni kisacheti fulani, kipochi fulani. Sijui ndani kina nini basi bibi akamwambia hiki ndio kitu pekee mama yangu aliniachia. Haya, wala jambo muhimu kuliko yote umekipata. Lakini akamwambia kwa nini uliokoa maisha yangu basi? Ah, katika kudhibitisha kwamba alitokea akaamua kwenda mapokezi, inakuwa ni siku ya kipekee ambayo siku hiyo basi ndio kusema basi walitengeneza wo uhusiano wao kwa jinsi hiyo na mambo yakawa basi, ndio hapo unamwona, basi Yika yakaanza kuuliza zaidi. Kwa hiyo baada ya hapo wakapendana, Baiti pia akampenda Chan wakawa anataka kwenda kwanza kuzungumzia kuzungumz, kuhusiana na hii harusi. Baada ya harusi kutangaza, sasa angalia kilichotokea. Chenxin anasema cha ajabu kwamba huyu mwana mama alivamiwa na watu wengi sana, ambao kwanza inaonekana wazi walikuwa na dhamira sio nzuri. Walipambana naye sana. Ni siku ambayo hata hali ya hewa ilikuwa korofi sana. Siku ile Baitia alimuuliza Mako Chan, "Kaka, vipi mbona inakuwa hivi tena? Yani wewe unaenda kumuoa mwanamke kutokea katika madhebu ya kichawi hayo? Yani unataka tuletea mwanamke kama huyo? kafikia kipindi pana mtu mmoja akawa amemshambulia Hua Baifeng. Hua Baifeng ndio baba ya, mama yake na Master Fu. Alikuwa ndo mpenzi wake, na ndio tunaisikia story yao, vipi ilikuwaje mpaka mahusiano yao yakajirika. Naamini tumemwona huyu mama mara nyingi akitoa kwa ambaye, basi tunamuita eh, Master Fu lakini basi inaonekana siku ile Marco Chana alikuwa amedhamiria kwamba hawa wawili hawata survive. Kwa hiyo kwanza walikuja na section yao ama kundi lao kubwa, Marco Chana akiwa na watu wake kwanza kwanza, wakaanza kwanza kumshambulia huwa Baifeng, baadaye wakampiga sasa na Baifeng wakamaliza, wakamga. Uzuri ni kwamba hata pamoja na kwamba basi Baiti alifariki, kwenye tumbo la eh, Feng kulikuwa tayari kuna mtoto ambaye ndio sasa ni Master Fu Hongxue ni Ijapokuwa nimekuwa nikimsubiri sana Master Fu, Ma Kongqun shipo, inaonekana sasa tayari Master, eh, Master Ma Kongqun ashajua huyu mtoto ni nani tak kwa hiyo wewe ulikuwa ni mfanyikazi wa Hua Baifeng. Ukatoa maisha yako miaka yote hiyo kumtumikia. Yule mama aliishi na mimi vizuri sana. Bila shaka. Bai Hua Feng alikuwa ni mtu wa kitofauti. Anaheshimu watu na anajali watu sana. Kwanza, mbona kama unaonekana hujaridhishwa na hili? Unajua mimi ni mtu ambaye napenda sana kupata story kuhusiana na watu. Kabla sijaondoka kurudi zangu, unafikiri kuna kitu uliwahi kuniambia pia?

Unataka kuniambia si mkakamavu, alafu anajifanya mkakamavu? Au unamaanisha nini? Mm, nadhani mimi baada ya kuondoka katika lile eneo huku atabaki peke yake. Mimi niko chini ya miguu, naomba nikuombe jambo moja, unaweza ukaniahidi kitu? Haya, akamwambia basi, nakuahidi. Wakaahidiana mm. mambo yao pale Haya, angalia. Usije ukasahau baada ya Mafalin kuingia mule ndani aliwapata Master Fu Hongxue pamoja na Chwinong wakiwa wamepewa sumu. Sasa wote wamepeana sumu na walikuwa wako mbioni kumaliza. Amemsaidia. Kaokoa maisha yake. Anasema kama nisingekuwa hisi ingekuwaje? Anamuuliza vipi na Chwinong anaendeleaje? Chwinong amekufa. Hakuamini. Unamaanisha nini? Unamaanisha nini amekufa? Una vipi? Mbona ghafla kama umepatwa na huzuni? Umepatwa na huzuni kwa sababu ya kifo chake? Hakupaswa kufa, jamaa anasema hakupaswa kufa. Akamwambia ah, vipi mtu ambaye alikuwa kabisa amedhamiria kukuua, lakini hakustahili kuuawa sasa hiki kitu unajua, huyu sasa alikuwa ndio, huyu sasa hivi tayari ana cheo fulani na anaonekana ni mtu muhimu na nini. anaenda kuwa mkwe wa Ma Kongqun sasa. unapoenda kujaribu kufanya jaribio la kumua, ni kama umefanya kosa la dhambi. Kwa hiyo Chui Nong inaonekana aliuawa baada ya hiyo kesi ya kuonekana alijaribu kumua huyo jamaa sasa, baada ya jamaa kuipata taarifa akawa kama mtu ambaye amekosa amani kabisa na machozi yanamlenga. Uh, wao tuje Mafalin. Niachie, nataka kumuona Mafalin. Wewe tunza nguvu zako tu. Nimesema niachieni. Sasa kumbe, alidanganywa kidogo, sio ukapimwa kule mchizi. Kuambiwa tuja uwe bibi kafa. Basi kalegea. Jamaa wanamchukua sasa, sio wanampeleka gerezani. Bibi anaambiwa tunaenda huku. Wewe umefanya jaribio la kumuua yule jamaa. Wewe unajua yule jamaa ni nani kwa kwa sasa? Haya, panda mwenyewe kani kwenye gari akaingizwa kwenye gari la wale afisa magereza, lakini Mafalini naye akawa yani, nawambieni ni bora tu mniachie nitoke. Eh, sasa kidogo Mafalini, kila kitu tumesha. Hmm, mnaweza mkaondoka. Eh, una maana gani sasa? Ukiwa na maana gani?

hiyo. Anaita na kuita lakini wapi? Basi akawaruhusu askari wamchukue pale waondoke naye. Unataka tumpeleke wapi, mama? Mpelekeni mahala popote patakapomtoa. Sihitaji, si <todakana> analia, anataka kuonana na Fangling, lakini haiwezekani uh, tena kutokana na <todakana> <Master> Fu, <todakana> kila wakati, kusafisha damu. Kama unahitaji kitu chochote cha kula utaniambia. Nguo zako za harusi hizi hapa, <todakana> <Master Fu, todakana> <todakana> zimeshaandaliwa bosi, tayari yuko naye tayari na nguo zake ziko tayari. Hizo ni nini? Hizi ni kama shanga za bahati uh. Unajuaga kuna vile vitu watu wanavaa hivyo, e, anamwambia hizi basi zinafanya maisha yanakuwa ya furaha, mikosi mikosi yote inaondoka. Basi akampatia kamoja, akamwambia eh, sasa na haka nikamwambia, usikapoteze, umenisikia? Hiyo ilikuwa kama zawadi. Umesha jaribisha nguo zako kwa kesho? Akamwambia, kwanza nataka nitoke nikatembea. Hebu jaribisha kwanza, bwana. Nitajaribu nikirudi sasa bibi anashangaa ile furaha ambayo jamaa alikuwa nayo, ghafla tu imeyeyuka. Bado ajui sasa afanyeje, ni kama vile anajiuliza, furaha imeondoka kwa sababu amepata taarifa chnonkauawa, maana yake siku chache tu kutoka leo. Sasa maana yake kutoka siku hiyo ndio. Hasa sasa hivi atembei kwa miguu, ana farasi tena, sio farasi wa kimyeyusho. Umeona, ana farasi mzuri ambaye huyu anamsaidia kwenda katika <coughs> <coughs> E, kuna mlio ule farasi anautoa, pengine akiwa katika hali ya maumivu. Kuna namna fulani yani, wakati farasi anakimbia, mtu akiwa anamwendesha farasi akivuta kamba e, akivuta kamba, kuna namna anavuta katika sehemu ya mdomo wa farasi huku kushoto, na kwa hiyo inaonekana farasi anapata maumivu makali, inabidi asimame. Lazima kuna kisauti fulani anakitoaga, ndio ile sauti ile tunaisikia ya farasi e, inaonekana. Lakini hiyo ni experience yangu. Sasa sijui wewe, wewe mtaalamu tu <laughs> mimi nahisi tu kwa jinsi ninavyofahamu au ambavyo nimeona kwenye movie movie nyingi. Utaona farasi akisimama, kuna sauti fulani anaitoa basi ni kwa sababu pengine labda ana experience maumivu. Jamaa wanavuta kamba fulani, ile inavuta kwenye mdomo hivi, farasi anasema basi, acha tuendelee mbele. Hayo mengine hayo nadharia tu na ya waza wao eh. Sikudhani kwamba utakuja katika sehemu kama hii, ambayo kuna kumbukumbu ya miaka 20, yaonesha. Basi mtu ambaye anasifika kwamba anabeba urithi wa mbinu 13 za kupigana, sio heaven dog ni mtu mwingine kabisa. Yes, wewe umejuaje yote hayo hivi kaka? Kuna kitu chochote mzee katika dunia hii kitanipita mimi? Ndo kingamuzi mzee, masikio haya unayaona, haya masikio ni kama antena. Mm, wakati huo inaonekana watu walikuwa wakilia kila siku, mambo yalikuwa yakitokea ya ajabu ajabu hapa.

ambaye amefanya matukio na anajificha Can... kwenye kivuli cha uongo. Sasa sijui hatie na mmaliza kesi gani. Tumehangaika na Heaven Dog, kumbe kuna mtu anayehusika. Hivi unakumbuka kitu alichosema Heaven Dog mara nyingi? Kwamba jina yako ndio leo yangu. <tipas> <Na leo> yangu, <tipas> <tipas> itakuwa ndio kesho yangu. Anamkumbusha haya, maana yake ni kwamba, basi Heaven Dog alimaanisha kama vile ambavyo atauawa ndio itakayokuwa kesho ya mwamba makochon Yu Zitian. Inaonyesha jinsi alivyouawa, aliuawa kikatili pia. Wewe sasa hivi unatarajiwa kuwa ni mume wa mtu mashuhuri katika kasi, unaenda kumua Ma Fangling, sindio? Unataka pia kumua ili ulipize kisasi? Yani wewe na mama yako, na hamtakuwa na jamaa. Kakasirika akatoa. Haya, kwa nini ghafla sasa unataka kulimaliza? Akaanza kupambana mimi nakukumbusha juu ya muhimu wa kusubscribe, burudani lazima iendelee, lakini na wewe pia usiache kusubscribe ni, mu, ni muhimu sana kwa sababu hii ndio inatusaidia sisi kukua kila siku, tunavyoendelea kuweka hapa kitu. Unapokuona subscribe, tunapata wafuasi wengi zaidi, na inatusaidia pia na sisi kwenda mbele. Kwa hiyo fanya unavyofanya, hakikisha una subscribe na hakikisha pia una like, una comment, una share. Hivi ni vitu muhimu sana. Kama hujawahi kusubscribe, hebu leo fanya hivyo, subscribe. Eh, sasa angalia wanapigana huku, wanaendelea kwa hiyo. Kumbe tangu siku ya kwanza ulikuwa hiyo ndio lengo lako? Tayari mimi najua kile. Basi inaonekana yika, yeye amefanya kazi ya kukwepa. Ah, kwa hiyo basi utaenda kumwacha Marco Chan aendelee kuwepo, utamlinda? Tayari, kwa sababu tayari umeshajua ukweli. Mimi siku, mimi kuja kwangu hapa leo nimekuja kuongea na weku, na wewe kuhusiana na Mafalini. Nataka nikwambie kitu kimoja. Ikiwa utamuua baba yake, utaharibu maisha yake kabisa. Ukiwa unamaanisha nini? kwani inanihusu nini? Ndiyo, inanihusu. Yani inakuhusu wewe. unadhani nani atakayefurahi? umemuua mzazi wake, siwezi kukaa hapa pia nikitazama maana yake. haya hayanihusu, lakini basi najali pia furaha yake. wewe unafikiria atajisikiaje? kama unajali furaha yake, basi usifanye hicho kitendo. na yeye alimkumbusha, ni kama vile chui nonga ambavyo amekuwa akimwambia kila wakati kuambia hiki kitu, jinsi unavyokiongelea. Hebu niambie hivi, nikikwambia sijawahi kumpenda Ma Fangling utaniamini? Na kwa maana hiyo, ndio maana sijali yani. Wakati wanaongea hapo, upande ule wa pili pana mtu anakuja. Ni nani? Kama sio Ma Fangling, tunamwona anakuja kasi sana. Haya mtazamaji, tukutane kwenye episodi inayoendelea, itakuwa ni episodi ya 42. Burudani lazima iendelee. Wewe zingatia ya kwamba lazima, basi ni muhimu sana kusubscribe, kucomment like na kushare. Tutaanzia hapa tulikoishia.